Awali walieleza kwamba Adija alikuwa ametekwa kwenye kijiji cha Uyogo kata Kiemba tarafa ya Uliankuru, lakini katika uchunguzi wa polisi uliofanyika ulibaini kwamba mtuhumiwa huyu alikuwa amekwenda wilaya ya, ya Urambo katika kijiji cha Vumilia na watuhumiwa walikamatwa na fedha hizi walikwenda kuzitolea katika wilaya ya Kaliua. Aidha kama tunawashikilia kwa ajili ya uchunguzi na utakapokamilika watafikishwa mahakamani. Natoa onyo kwa watu wenye tabia za kutengeneza uongo waache. Uchunguzi unafanyika kitaalamu, tunao wapelelezi wabobevu kwenye eneo hili, na pale ambapo itabainika kwamba taarifa ambazo zimetolewa hazina ukweli, tutahakikisha kwamba hatua za kisheria zinachukuliwa dhidi yao. kama kwenye saa tano inaelekea saa sita kweli nilimwona wifi wangu kafika, niambia wifi, mimi nimekuja bwana. Anambia babake na huyu mtoto, bwana mimi ananizingua sana kwenye maisha, nina na takriban ni miaka minane naishi naye, lakini hajanifanyia chochote kile kwenye maisha yangu. Sasa mi nataka nitengeneze hii shule nipate hela, kwa sababu mume wangu ana hela, maana ni mstaafu wa jeshi. Yaani kama tampata mkaka mwenye uwezo wa kusema, ambaye hawezi kuteteleka kwenye simu ampige mkwala huyo mbaba, kwa sababu huyo mbaba namfahamu ni mdhaifu kwangu, ananipenda, na anapenda mtoto wake, hata kubali niangamie. Lakini wakati huo simu zinaendelea kupigwa kwamba tunahitaji hela, tunahitaji hela. Kufika tarehe moja, ilikuwa siku ya Jumamosi, sijui kama sikosei, akasema, bwana, nikamwona bwana mmoja hivi anaitwa Maruru, kawa tume, amekopa hela sehemu laki tano nami nikatafuta laki tano. Jumapili asubuhi zikatumwa hizo laki tano, jioni ikatumwa laki tano ndio ikawa milioni. Hicho ndio ninachokifahamu kutoka hapa nje ya ofisi za mkuu wa mkoa wa Tabora. Apolo Benjamin, ITV.